Shalom, shalom. Ninawasalimu katika jina la Bwana Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku nyingine yenye baraka iliyotoka kwa Bwana Mungu wetu aliyotukirimia kuingia katika matafakari ya neno la Mungu kama ilivyo kawaida yetu kwa siku kama hizi za Jumatano ama Wednesday, tunakuwa katika matafakari ya neno la Mungu na kulingana na Roho alivyotuongoza tunaweza kuwa na maombi na wakati mwingine kama tuna zaidi ya series ambayo inatembea na sehemu zaidi ya moja mbili, utakuta maombi tunafanya pale mwisho, lakini tunaendelea kumpa Mungu utukufu. Kama mnakumbuka, tulikuwa na vipindi vyetu kila siku ya Tuesday ama Jumanne na Ijumaa, lakini kwa sababu mbalimbali mbali na wingi wa shughuli za kimadhabahu Roho Mtakatifu akatuongoza angalau tuwe na kipindi kimoja katikati ya wiki, lakini lengo kubwa ni kuendelea na maandalizi kwa ajili ya studio ambayo itakuwa inarusha picha zetu live pia. Na yote hayo, Mungu ndiyo ambaye anaendelea kutuongoza. Kwa hiyo tuvumilie pale ambapo kuna vitu tulivyotamani kuviona ambavyo hatuwezi kuviona kwa sasa. Basi kabla hatujaingia katika matafakari, tumwambie Bwana Yesu Kristo Roho Mtakatifu awe pamoja nasi. Utukuzwe Mungu mwenye haki, Baba wa rehema. Asante kwa neema uliyoiachilia kwa bwana wetu Yesu Kristo kuwa mkombozi wetu. Baba, tunakushukuru kwa siku hii ya leo uliyoivika uweza tunapokwenda kusikia neno hili la Mungu. Bwana wetu, tunaomba nguvu zako ziwe pamoja nasi, na uweza wa Roho Mtakatifu ukituongoza na kulifunua neno hili, kulifanya liwe wazi makusudi tukapate kuyajua na kutembea katika mapenzi yako. E Bwana, pokea sifa, kwa kuwa unastahili, Mungu wa utukufu. Na asante kwa kuwa umetenda. Wewe ni Bwana, utukuzwe daima. Kwa jina la Yesu Kristo Mungu wetu tumeomba. Amen. Shalom, shalom. Tunaendelea kumpa Mungu utukufu na tunamshukuru sana alipotuongoza kwenye maombi tuliyofanya katika kipindi kilichopita kuhusu e, kutoka katika laana. Na endelea kumwamini Mungu, endelea kumwamini Mungu na endelea kusikiliza kwa kurudia. Wakati mwingine unaweza ukawa unafanya shughuli zako tu, lakini ukarudia yale masomo ambayo tume ya tuma siku zilizopita, na zaidi ya yote pale ambapo tunakuwa tuna maombi, roho yako inaweza kupokea. Hata kama uko bize, unaweza ukaweka yale maombi, na Mungu akatembea na wewe, akakusaidia ukatoka katika laana. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu jinsi ambavyo anazidi kutuongoza, kwamba tunaamini kwa maombi yale, kwa imani tunapoyapokea, ni kwamba tumechomolewa kutoka katika laana. Inatakiwa uamini na usiangalie magumu ambayo yanakuzunguka, kwa sababu hayo yalikuja. Kwa hiyo maadamu, ile laana iliyosababisha magumu yaje, tumeshaitamkia maneno ya kutoka huko kwa damu ya Yesu. Maana yake sasa, endelea kufuatilia ama kusikiliza vipindi hivi ambavyo vitakujenga katika maisha ya kutembea ndani ya Kristo katika safari ya kwenda mbinguni, maana sisi duniani tunapita. Ndio maana unaona mara nyingine mnaenda sehemu, unasikia kuna mtu amefariki, lakini alizaliwa na yeye aliishi kama sisi, lakini huko aendako hakuna mtu apajuapo. Tunajua mwili wake unakwenda makaburini. Kwa hiyo tuko katika safari ya kwenda mbinguni, kwa maana roho zetu zitakwenda huko, na huko kutakuwa na hukumu na kama tunaamini Yesu alikufa akafufuka, lazima tukubaliane na maandiko kwamba huko kuna jehanamu ya moto na moto huo hauzimiki. Kwa hiyo tusiamini, tusi tu kwamba tunaweza tukamwomba Yesu akatupatia mahitaji tunayoyataka. Hilo tunaamini, tena tunaweza tukafanya maombi tukafunga, tukatoa mpaka na sadaka kwa huyo Yesu ili atusaidie mambo yetu, na tunafanya hayo kwa sababu yameandikwa, tunayaamini lakini lazima tuamini huyo Yesu alikufa akafufuka akapaa mbinguni na atarudi, iwe kwa uzima wetu iwe wakati tumeshakufa, na sisi Yesu atarudi. Lakini sisi lazima tujiandae kwamba amerudi leo, tunaishi maisha ya namna gani? Kwa hiyo tunapoomba Mungu atufungulie baraka, tuwe na uwezo, tuwe na hela, tuwe tuna kazi, tuwe tuna biashara, sio kwa sababu tu tusumbue wenzetu, hapana ili tuishi kwa maisha ya amani na watu wote, lakini tuwe na utulivu katika mkuishi kwetu, ili tuweze kusaidia wengine kama ilivyoagizwa kwenye maandiko. Jina la Bwana libarikiwe. Kichwa ambacho tumepewa leo na e, roho wa Mungu ni kwamba nguvu za Mungu. Tunapoongelea nguvu za Mungu, katika moja ya mambo ambayo tunaweza tukayaangalia ni hili swala la imani kwetu sisi wapendwa. E, ni rahisi sana mtu kuamini kwamba anaweza akaombewa, akapona. Anaweza kwenda kwenye maombi, na kama nilivyosema, akatoa sadaka, na wakati mwingine akiwa na uhitaji anafunga, na hiyo ni sehemu nzuri, tutakuja kuiangalia kadri roho mtakatifu anavyotuongoza. Lakini kuna watu ambao wengine pengine ni watumishi kabisa wa Mungu kwa maana ya wachungaji wa kimadhabau, wengine ni maaskofu kabisa, lakini inapofika kwenye nguvu za Mungu anasema hawa watumishi wana njia zao zisizo sawa, sawa haamini kwamba huyu Yesu ambaye anaamini anaweza kufanya jambo moja, ama Yesu amekufa atarudi. Hataki kuamini nguvu zake, wakati hizi nguvu yeye mwenyewe Yesu alizionyesha akiwepo, na imeandikwa kwenye Biblia, na neno la Mungu ni kweli. Yesu alionyesha ishara za nguvu za Roho Mtakatifu, na akawaambia msiondoke hapa mpaka mtakapojazwa ama mtakapopokea huyo Roho, na walipopokea Roho wakawa na mamlaka ya juu zaidi na wakaeneza injili ambayo mpaka leo na sisi tunaipokea na kuieneza kwa wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kichwa cha somo kinasema nguvu za Mungu, na nguvu za Mungu ni eneo muhimu sana kwa Mkristo, ni eneo muhimu sana. Yani unaposema wewe ni Mkristo, maana yake umeamua kukubaliana na kwamba Yesu ni Bwana, yeye ndiye Masihi na unamtegemea Yesu huwezi kumtegemea Yesu wakati unashindwa kutegemea nguvu zake ama kuamini nguvu zake ama kuzihitaji nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. E, katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza ile sura ya 16 na mstari wake wa 11. First Chronicle chapter 16 verse 11 ama Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ile ya 16 na mstari wa 11. Maandiko yanasema Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Kwa hiyo utaona maandiko haya yanakuja kujirudia kwenye Zaburi ya 105. Ukiangalia mstari wa nne, anasema maneno hayo hayo kwenye Zaburi ya 105 anasema mtafuteni, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Kwa hiyo mambo hayo unayapata katika mambo ya nyakati e, wa kwanza, lakini pia katika mambo ya nyakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa 11, lakini pia unayapata katika kitabu cha Zaburi ya 105 ule mstari wake wa nne anasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake. Kwa hiyo kabla ujautafuta uso wa Bwana unahitaji kupata nguvu za Bwana, na tutaona kwa nini tunahitaji nguvu. Kwa sababu tunajua hata mwovu shetani huyo tunaye anayetushambulia anapotuzidi nguvu, na Yesu alisema mtu hawezi kuingia kwa nyumba ya mwenye nguvu asipomkamata kwanza yule mtu akamfunga kamba, ndio achukue vitu vyake kwa hiyo unajua hapo kuna neno mtu mwenye nguvu. Kwa hiyo mtakeni Bwana, ndiyo tunamtaka Bwana Yesu, lakini anasema na nguvu zake utafuteni uso wake siku zote. Kwa hiyo katika kumtafuta Bwana siku zote, lazima tutafute nguvu zake. Kwa hiyo tutakuja kuangalia katika somo linalofuata kwa habari ya njia gani tunaweza kuzitumia, lakini leo kwanza tunaanza kwa kuweka msingi kwa habari ya kuzitaka nguvu za Mungu, kwa sababu hizi tumeandikiwa na ni agizo la Mungu kwamba mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo unapotaka kupata nguvu za Mungu usiogope watu watakavyosema, huyu anataka nguvu za Mungu afanye nini? Hayo ni maneno yao, wewe angalia kwamba unahitaji kupigana vita ya namna gani. Ndiyo maana daudi ambaye anatuandikia katika zaburi ya mia na tano anarudia haya maneno mtakeni bwana na nguvu zake utafuteni uso wake alipokuwa na miaka kumi na nne tu daudi alimpiga goliati kwa nini alikuwa ana bwana lakini alikuwa ana nguvu za mungu jina la bwana alibarikiwe bwana yesu asifiwe kwa hiyo tunaona kwamba eh, paulo alipokuwa anamwambia timotheo kuna mambo alimwandikia katika kitabu cha timotheo wa pili ile sura ya kwanza mstari wa saba huyu ni paulo sasa anaandika kwa Timotheo mtoto wake katika imani, kama ambavyo Mungu amenipa wa wale watoto wa aminio kwamba anasema kwamba katika Timotheo wa pili sura ya kwanza, mstari wa 7 ama second Timothy chapter 1 and verse 7, anasema maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Sasa utaona Mungu hakutupa roho ya uoga. Ile roho ya uoga Mungu haujatupa sisi tuwe waoga, lakini ametupa roho ya nguvu na ya upendo. Kwa hiyo kabla ya upendo wenyewe haujaonekana lazima kuwe na nguvu za Mungu. Sasa kuna watu wanajitahidi kupenda lakini wanashindwa. Kwa nini? Hawana nguvu. Upendo wanao, lakini nguvu za kuufanya ule upendo ufanye kazi inayotakiwa hana. Ndio maana anasema mtafuteni Bwana ama mtakeni Bwana na nguvu zake Sio bwana peke yake tu, aa mtakeni na nguvu zake. Kwa nini? Paulo anamwambia Timotheo katika Timotheo wa wa pili, sura ya kwanza, mstari wa saba: maana Mungu hakutupa roho ya uoga bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo utaona Mungu wakati anakuja kuachilia upendo ndani yako unatakiwa una, una, utafute nguvu zake ili ule upendo wako unapouonyesha sehemu. Ndio maana kuna watu unajitahidi kuwaonyesha watu upendo, lakini wanakulipa mabaya, kwa sababu upendo wako ni dhaifu. Jina la Bwana libarikiwe. You love is so weak. U, upendo unao lakini hauna nguvu za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe, zingatia hiyo. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Sasa kwa Timotheo anamwambia Mungu hakutupa roho ya uoga, lakini ametupa roho ya nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Kwa hiyo narudia, kuna watu wengi, iwe kwa mume wako, iwe kwa mke wako, iwe kwa watoto wako, iwe kwa jirani zako, iwe kanisani, popote pale, unajaribu kuonyesha upendo, unajitahidi, lakini upendo wako unaonekana bure na ndio kwanza unakuleteaga matatizo. Kwa nini? Una upendo lakini hauna nguvu za Mungu. Mungu ametupa roho ya nguvu na ya upendo. Kwa hiyo inatakiwa upendo wako uwe una nguvu za Mungu nyuma yake ili unapouonyesha sehemu Mungu mwenyewe anakuwa ameenda ile eneo, sio wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndiyo maana upendo wako ukiwa wa mwili hauna nguvu za Mungu, hadi wewe mwenyewe unakuwa ni mtu wa manunguniko tu. Hadi matendo yako ya upendo unayafanya, ngoja tu nijaribu labda safari hii mambo yatakuwa mazuri. Kwa nini? Umeshazoea kila unapoonyesha upendo wanakupiga, kwa sababu upendo wako hauna nguvu za Mungu. Mtakeni Mungu na nguvu zake za jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana kichwa cha somo kinasema nguvu za Mungu. Kwa hiyo nguvu za Mungu ni muhimu sana kwa Mkristo, muhimu sana. Unapokuwa na nguvu za Mungu hauhitaji kupigana na watu ama kugombana nao kimwili, nguvu za Mungu zinatenda. Ingawaji unaweza ukajiuliza sasa, hizi nguvu za Mungu ni namna gani? Ni za aina gani? Zinatoka wapi? Jina la Bwana libarikiwe. Unajua ukisoma kitabu cha Zekaria, nitawapa mistari ya Biblia kushuhudia kile tunachokisema kwamba tunamhitaji Mungu na nguvu zake. Tumeangalia katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa 11, ambacho kinafanana na Zaburi ya 105 mstari wa 4, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Lakini tumemwangalia Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa saba kwamba Mungu hakutupa roho ya uoga, bali roho ya nguvu. Kwa hiyo kuna roho tumepewa na Mungu ambayo inatakiwa kuwa activated, ili ianze kufanya zile kazi ambazo Mungu aliziweka ndani ya hiyo roho kwa ajili ya utukufu wake. Jina la Bwana libarikiwe na tutakapokuwa tunatembea katika maeneo ambayo yanaweza kukusaidia kuaktiveti hizo roho, ndo utajua kwamba kumbe roho ya nguvu ninayo, ila sija yani sawasawa sawa, na kwamba mtu una hela, una njaa, inatakiwa uchukue ile hela uende ukanunue vitu vya kupika ama chakula kilichopikwa uweze kula. Kwa hiyo kuwa na hela hakumaanishi utakuwa umeshiba. Jina la Bwana libarikiwe. Si kwa sababu nina hela mfukoni maana yake nimeshiba. Hela ninayo, lakini njaa ninayo inatakiwa nitoke sasa. Kwa hiyo kwenye kutoka kwenda kununua chakula pale ndio kwenye ku-anoint ama kuiactivate sasa ile hela yangu iwe na maana katika maisha yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ukiangalia kitabu cha Zekaria sura ya 4, mstari wa 6, Zekaria sura ya 4, mstari wa 6, neno la Mungu linasema akajibu, akaniambia akisema, hili ndiyo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema Si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali ni kwa roho yangu asema Bwana wa majeshi. Ndio maana Paulo alisema Mungu hakutupa roho ya uoga bali roho ya nguvu. Ndio maana anaposema si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali ni kwa roho, maana yake unapoongelea nguvu za Mungu ni roho wa Mungu lakini unapoongelea nguvu za wanadamu ndio hizi unazoziona. Tunaweza kunyanyua vitu vizito, tunaweza kufanya kazi, hizi ni nguvu za, za mwili. Kwa hiyo nguvu za rohoni maana yake ni roho wa Mungu, na ndio ambazo zinaweza kubariki upendo wako, zinaweza kubariki moyo wako eh, na zinaweza kubadilisha hata mawazo ya watu wengine. Nguvu za Mungu, mtakeni Mungu Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo anasema si kwa uwezo wala si kwa nguvu za dunia hii maana yake bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Zekaria sura ya nne, mstari wa sita. Kwa hiyo utaona hapa tunaendelea kupata ushahidi kwamba tunapoongelea Mungu, nguvu za Mungu maana yake anasema mtakeni Mungu na nguvu zake. Maana yake mnapomtaka Mungu ama Bwana, hakikisheni mnataka na Roho yake iwe ndani yenu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana unajua, ukiwakuta mtu mkristo au hata sio mkristo wa, wa, wa, wa kiimani, kwa sababu watu wengine sio wa Kristo ni wa imani nyingine, lakini wanamwamini Bwana Yesu. Kwa hiyo hawa ni wa Kristo katika ulimwengu wa roho, kwa sababu Yesu hakujaga kwa ajili ya watu fulani wanaitwa wa Kristo, ila yeye ndiyo Kristo, kwa sababu Yesu hakuwahi kuwa mkristo, ila yeye ndiye Kristo. Kwa hiyo ndio maana utaona kipindi cha Yesu hakukuwaga wa na watu wanaitwa wa Kristo, ila alipokuwa amekufa ndio kwa mara ya kwanza wanafunzi wanaitwa Wakristo kule Antiokia. Jina la Bwana libarikiwe. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume, ukiangalia sura ya 11 utaona baadhi ya hayo maneno yameandikwa, kwa mara ya kwanza wanafunzi waliitwa Wakristo huko Antiokia. Kwa hiyo Yesu yeye mwenyewe hakuwa mkristo ila yeye ndiye Kristo, yaani yeye ndiye Masihi. Kwa hiyo wale ambao tunamwamini ndio ambao tunaitwa wa Kristo. Ndio maana ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 11 mstari wa kama 25, anasema kwamba anapomaliza na, wa, na wanafunzi waliitwa wa Kristo wa kwanza hapo Antiokia, for the first time disciples were called Christian, huko Antiokia. Kwa hiyo Yesu ndiye Kristo, ila yeye hakuwa Mkristo. Kwa hiyo mtu yeyote hata kwenye mwili kama yeye ameamua kuwa sijui Muislamu, shintu, sijui hindu, lakini kama akiziamini zile nguvu za Bwana anafanyika kuwa Mkristo. Kwa nini? Amemwamini Masihi. Kwa hiyo ndio maana lazima ujue pia kwamba Ukristo sio dini fulani, yaani kuisema, Ukristo ni imani. Ukristo wa kweli ni imani, sio dini Dini ndo zimegawanyika. Unasikia hawa ni watu wa dini hii, hawa wa dini hii, lakini Kristo alikuja kwa wote watakaoamini. wa na damu yake ilipomwagika, ilimwagika kwa ajili ya wengi na kwa ondoleo la dhambi la watu wote waaminio. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo anasema mtakeni Mungu na nguvu zake. Kwa hiyo kama kimepewa kichwa kinasema nguvu za Mungu, anasema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu ya ane, anena Bwana ama asema Bwana. Kwa hiyo kwa nini tunaweka tuna, tuna msingi huu wa kuzitafuta nguvu za Mungu? Kuna mambo hayawezi kutokea maishani mwako. Tumesoma, tumejifunza huko nyuma na tumeomba kwamba laana ziachie. Sasa kama huna imani kwamba laana zimeshaniachia, utakuwa unaangalia matatizo yako, huu ni muda wa wewe kutafuta nguvu za Mungu, ili nguvu za Mungu zije zianze sasa kuondoa vile vitu ambavyo wakati laana ilipokuwa inafanya kazi iliviweka ndani yako Jina la Bwana libarikiwe. Wakati ulipokuwa unatembea katika laana, kabla hatujaja katika kitabu tuliposoma somo lililopita, wa, uh, wa Galatia katika ile sura ya, ya tatu, mstari wa 13, Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Torati ni sheria. Kwa hiyo kama yeye alifanyika laana kwa ajili yetu, na akachukua zile hukumu ambazo ziliandikwa na adui, yale mashtaka akayagongomelea msalabani, kwa hiyo maana yake yeye ameshachukua zile laana. Kwa hiyo ukilifahamu hilo neno ukaliamini na kulitembelea, laana zimeondoka, kutoka kwenye sheria zote zilizotumika ili kutuumiza, lakini sasa laana zimetoka. Shida iliyopo, hatuna nguvu ya kutembea katika neema. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana anasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo tutakapoenda katika sehemu ya pili, tutaangalia zile njia ambazo zinaweza kutumika kumtaka Bwana na nguvu zake, na nitatoa dokezo tu kidogo kwamba kuna eneo la kufunga, lakini tutaelezea ufungaji ni wa aina gani, na usifunge tu kwa vita kwamba leo nafunga, kesho unaendelea maisha yako ya ovyo ovyo. No, kufunga napo kuna hatua, kuna hatua za utakaso, tutaangalia lakini ninachosema una kufunga kuna utoaji wa sadaka, na ninaposema sadaka, watu wengi wanachojua ni kwamba huyu uh, mchungaji anataka kula tu sadaka. No, kama mchungaji unajua atakula sadaka zako, usimpe. Ipo sadaka ya kusaidia wajane, ipo sadaka ya kusaidia yatima, ipo sadaka ya kwenda kwa watu wengi mbalimbali wasio na uwezo, zipo sadaka za kufagia kanisa, zipo sadaka ambazo wala hazihusiani na hela yako. Lakini kama una imani na Mungu kuna mambo utayafanya pasipo kuangalia kitu gani kinafanyika kwa sababu huyo Mungu huwezi kumwona, na ukimwamini lolote unalolifanya kwake linaleta majibu. Jina la Bwana libarikiwe. Kabla hatujafika kwenye somo hilo la kwanza kuangalia njia za kupata nguvu za Mungu, tunaendelea kukwenda kumaliza somo letu kwa siku ya leo, maana tuna muda mchache wa kuweka kwanza hii foundation kwamba nguvu za Mungu, lakini nimekupa hiyo mistari ya Biblia upate kujua kwamba hii kutaka nguvu za Mungu it's a biblical hii ni kibiblia, sio mawazo yangu mimi kukwambia wewe tafuta nguvu, uwe na nguvu eh, lazima uwe na nguvu. Na watu wengine wanashindwa kutafuta ngu, ama kuomba nguvu za mungu kwa sababu anasema ah, mimi sio mtumishi, sasa nipate nguvu za nini? Kwani mi nakemea mapepo no? Nimekuonyesha katika Timotheo wa wa pili sura ile ya kwanza mstari wa saba kwamba mungu ametupa roho ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo, ili upendo wako ufanye kazi unahitaji nguvu kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinakusumbua, ndio nimesema kwamba tumefunguliwa kutoka kwenye laana, tumekombolewa kwa damu ya Yesu, lakini kuna vitu vyako havifanikiwi, ama vitu huoni mabadiliko, kwa sababu una nguvu. Hapo ndipo ambapo ujue kwamba kwa nini imeandikwa, mtakeni Bwana na nguvu zake, sio Bwana tu. Bwana unaye, ndio maana kanisani unakwenda unalala usiku, wakati mwingine ukiota wanakukaba, unalitaja jina la Bwana, mambo yanatulia kidogo. Bwana unaye ila nguvu hauna, ndio maana wanakusumbua kila siku. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kwa nini sehemu nyingine, hata tujiulize, kwa nini tunamtaka Bwana na nguvu zake? Kwa nini sisi tuwe tunasema, ah, sasa tunamtaka huyu Bwana na nguvu zake ili iwe nini? Nimekuelezea hayo mambo machache lakini ukisoma kitabu cha Waefeso ambapo tutamalizia hapa, kisha tutamwambia Bwana ande kutuandaa mioyo yetu ili tuweze kukua katika Kristo tukitafuta nguvu zake, sio tu kuwa rafiki na Kristo, kwa sababu wakati mwingine kama hauna nguvu za za Bwana, adui ni rahisi sana kuja kukudhoofisha. Ukawa una imani na Mungu mwenyewe au na kanisa au na Yesu, huwezi kuamini kwa sababu nguvu zile wewe huna. Kwa hiyo hupati ushindi, kila unapoenda unashindwa kwa hiyo kushindwa kwako kuna kuvunja nguvu zaidi ama vinakuvunja moyo waefeso sura ya tatu mstari wa ishirini Ephesians chapter 3 verse 20 kuna kitu tuangalia hapo waefeso sura ya tatu mstari wa ishirini kama ukiwa unasikiliza una biblia inapendeza lakini tumepata neema siku hizi simu zetu zina biblia ukiangalia katika kitabu cha waefeso sura ya tatu mstari wa ishirini kuna pointi muhimu sana naomba tusome kwa pamoja Anasema basi, atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tuyawazayo au tuya, yale tuyaombayo au tuyawazayo kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Sasa anaongea akisema, atukuzwe yeye awezaye, na anasema huyu anaweza kufanya nini? Anaweza kufanya mambo ya ajabu, siyo ya kawaida, miraculous. Anasema mambo ya ajabu kuliko yote tuyaombayo tuya kuna jinsi sisi tunavyoomba kwa uwezo wetu. Ndio maana Warumi sura ile, katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26, anaeleza kwamba kadhalika sisi hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikuweza kutamkwa. Jinsi Roho anavyoomba ni kwa namna ambayo huwezi kuielezea. Kwa hiyo, ndio maana anasema atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yale tuyaombayo, maana tunavyoomba hatuwezi kuomba kama anavyoomba Roho wa Mungu lakini anasema hata yale tunayoyawaza, lakini hiyo yote nini? Kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu, ndio anachokisema: now into him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Yaani hii, kulingana na nguvu itendayo kazi ndani yetu. Hapa ndipo ambapo nguvu za Mungu zinapohitajika. Anasema atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo na yote tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. According to the power that worketh in us. Kwa hiyo kuna nguvu ikiwa ndani yako, ndiyo Bwana anafanya mambo ya ajabu mno. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna nguvu ikiwa ndani yako ndio utamwona Bwana anafanya mambo ya ajabu mno. Kuna watu wengi sana ambao kuna mambo hatuoni Mungu akiyafanya kwetu, sio kwa sababu hana uwezo, ila kwa sababu anasema hivi, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ndani yako kuna nguvu kiasi gani inayoweza kumsababisha Bwana aanze kufanya mambo ya ajabu kwenye maisha yako? Jina la Bwana libarikiwe. Wajua, ndio maana tutakapokuwa tunaangalia njia zinazoweza kusaidia mtu kupata nguvu za Mungu ndio maana hujawahi kuona watu wanamsema, yani, huyu mtumishi alikuwaga hapa miaka yote na kakanisa kake kadogo, angalia alivyopata watu sasa hivi, huyu kashakuwa free masoni. Hapana, unajua mtu anapokuwa katika maandalizi, mtu anaweza akawa anafanya maombi ambayo tutakuja kuyaangalia uko mbele, ambayo yanachukua muda, anaweza akawa anaomba hivyo miaka mitatu minne mitano sita anazidi kufungua anazidi kufungua. Mungu anamjenga leo, anamwambia badilisha tabia hii, anaiombea ile tabia, anaombea ile tabia, Mungu hii inanisumbua mpaka anamaliza, anakwenda tabia nyingine, tembea hivi, fanya hivi. Kwa hiyo mtu anaweza akakaa hata miaka kumi ana fight tu, ili mradi awe anatembea katika njia zinazompa Mungu utukufu. Kwa hiyo nyinyi mnapomwona kwa nje, hana gari hana nyumba hana kondoo wengi Siku akija kupata kondoo wengi na magari, mnachojua ni kwamba huyu ameenda kwenye nguvu za giza, mala si mafrimasoni, mala nini. Hapana. Na mlikuwa mnamwonaga hakemei pepo, ama akinyosha mkono hamna kinachotokea. Maandiko yanasema mtakeni mungu na nguvu zake, na hii nguvu inayokuwa ndani ya mtu ndio inayomfanya mungu afanye mambo ya ajabu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hii lazima ujue, sio kwa watumishi wa mungu hapo, nimekupa mfano. Hata wewe unaweza maisha yako yakabadilika, kila mtu akawa anakuona God, atukuzwe, atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au yote tuyawaza. Yesu Kristo, ndiyo maana ninatamka muda huu, tamka muda huu kwa imani ima, pasipo shaka kwamba roho mwema, Roho Mtakatifu, roho wa ishara, miujiza, ajabu.